Muhammad bin Abdullah al-Qaim bi huquqi Allahi ma dhaqat illa wa farajaha Allah. Amma badu, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani Tafsirul Ahlam, yani tafsiri za ndoto. Na katika siku ya leo tutazungumzia alhamam fil manam, yani njiwa katika ndoto. Kabla ya kuendelea na kipindi chetu hiki, jambo la kwanza ni kuombea ya kushare, kushea, ku like na ku-comment darasa hii kwa ajili ya kueneza ujumbe huu kwa wengine na kufanya hivyo ni kama alivyosema Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dalla ala khairin kafailihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Ama tunapoizungumza tafsiri ya ndoto ya kumuona njiwa katika usingizi, umelala ukamuota njiwa, ni katika ndoto zilizokuwa muhimu, ni katika ndoto zilizokuwa nzuri. Hivyo basi, yataka uwe makini kusikiliza faida inayopatikana katika ndoto ya kumwota njiwa. Amma tafsiru lhamam fil manam, tunapoitafsiri ndoto ya njiwa katika usingizi, tadullu ala alfarh wal akhbar, inakujulisha ndoto hii unako furaha na kukuletea habari iliyokuwa nzuri, habari ambayo tufrah kalbak, yani itakufurahisha moyo wako, moyo wako utafurahi baada ya kuipata habari hiyo. Ama njiwa katika ndoto anakuwa na maana nyingi mno, lakini kulingana na muda, tutakueleza faida takriban nne ambazo utajifunza katika somo letu la leo. Alawal, faida ya kwanza kabisa, assalam, yani amani. Amani katika nafsi, amani katika masomo, amani katika biashara, amani katika kazi, amani katika uongozi, yani utapata amani. Amani walilahi, alhamdu Huenda mtu akagombea nafasi fulani, na baada ya kutoka matokeo akawa ni mwenye kushinda, lakini katika siku za mwanzo za uongozi wake anapata ndoto ya kujiwa na njiwa, anamuona njiwa, anacheza na njiwa, anamlisha njiwa, amemkamata njiwa. Haya yote yanakuwa katika ishara ya kukupa furaha na kukupatia habari. Sasa basi, kwa kuwa ni amani, maana yake Uongozi wako utakuwa katika amani al-amn wal istiqrar, patakuwa na amani na utulivu. Kama ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, katika mtaa wako kutakuwa na amani. Hata kama katika uongozi uliopita kulikuwa na wizi mwingi, bibaka, uhalifu, tambua patakuwa na amani na utulivu katika uongozi wako. Lakini pia kama ni katika nafasi ya rais, kadhalika nchi itakuwa na utulivu na kutakuwa na amani. Na tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kupitia darasa hii ajalie uchaguzi wetu katika taifa letu upite kwa amani na utulivu. Kwa hivyo, jambo la kwanza, assalam, patakuwa na amani yaani, ishara ya kumuona njiwa katika usingizi wako katika ndoto ni amani athani. Jambo la pili, asakina, ni ule utulivu unaopatikana katika ndoa. Huyu aliyeota anapewa bishara, ndoa yake itakuwa na utulivu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunuu ilayha, na katika dalili ya kuwepo kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika huu ulimwengu ni kuwajaalia wanaume wake ili kwa wake hao wapate utulivu. Kwa hivyo kuota ndoto ukiwa umemwona njiwa, huo ni utulivu assakina, ndoto yako inakuashiria ndoa yako itakuwa na utulivu. Na mwingine anauliza, na mwingine anakwenda kutafuta waganga kwa sababu ya kutaka kuoa tu, Anataka kufahamu kabla hajaoa, je, mke anayemuoa patakuwa na masikilizano? Patakuwa na utulivu? Patakuwa na mapenzi? Jawabu kwa ndoto hii tu, kwamba ndoa yako itakuwa na utulivu, itakuwa na masikilizano, itakuwa na maendeleo. Athalith al alhudud, ni ule mwongozo, kupatikana kwa mwongozo. Ukiota njiwa huo kwako, unakuja kama mwongozo. Ala sabili mithal, labda tuchukulie mfano, umepata takriban milioni tano na ukawa una tafakari niiongeze katika biashara au niipeleke kwenye nyumba yangu, nimalizie kutia bati? Ukakata shauri nitakwenda kujenga nyumba nimalizie bati. Wakati umeshakusudia kufanya hivyo, inakujia ndoto katika siku mbili hizo ya kwamba unaota unamwona njiwa, ishara ya hayo maelekezo yanakuwa kwako ni mwongozo, kwamba ule usahihi wa wewe kufanya maamuzi kupeleka pesa katika ujenzi wa nyumba yako uko sawasawa sawa. Muongozo wa hii ndoto unakuongoza kwamba endelea na jambo hilo. Allahu akbar. Arrabia ana faida ya nne na ya mwisho ambayo tutaizungumza katika siku ya leo, arrizqi ni kupatikana kwa riski kwa wepesi, tena min haithu la tadiri, katika hali ambayo we mwenyewe hutarajii wala hujui utaipataje. Allah atakupa sababu, utapata riski. Unajuaje? imekujilia ndoto ya kuwa na njiwa, kukaa na njiwa, kumuona njiwa ndani ya ndoto yako. Ndugu yangu katika imani, yazingatia haya ambayo leo tumeyatolea faida katika darsa ya kwanza tuliyoanza kufasiri ndoto katika mambo yaliyokuwa muhimu sana. Huenda siku inakutokezea ndoto hii, na mimi ninayekuletea darsa hii siko online kwa mambo ya mtandao, labda niko mikoani kidua au nimetoka nje ya nchi, kwayo ikawa hakuna mawasiliano, utapata tabu. Ulitaka kuuliza, ulitaka kufahamu zaidi, itakuia ugumu sana. Lakini kwa kuyajua haya, kwa kuyasikia haya asa, ukawa umepata picha nzuri kwa kile ambacho utakachokuwa umekiota. Niendelee kukuomba usikae mbali na channel yako hii na haswa katika kipindi hiki Tafsiirul Ahlam, kwa lengo la kujifundisha ndoto mbalimbali tutakazokuletea katika kipindi chetu. Sambamba na hilo ni kuombe uendelee kusubscribe channel yetu kwa lengo, yatakapojiri mapya na mazuri, uwe wa mwanzo katika wafuatiliaji wa kipindi chetu ufikiwa na darasa hiyo. Ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Qushairi al